Iwe watumishi wa Mungu, nakuja tena kwako. Haleluya! Kwa nini ninakuja kwako? Mara nyingi nimekutana na watumishi wengi wakilalamika, wakisema fulani asingenifanyia hivi, mshirika fulani hakutakiwa kunifanyia hivi. Nilimfanyia hivi akiwa mgonjwa, nilimuombea akiwa na matatizo, nilishiriki taabu zake, alikuwa mtu wangu wa karibu. Kwa nini ananifanyia hivi? Nataka nikuambie huyo uliyemuokoa anataka kufa, huyo uliyemwokoa akiwa kwenye jaribu, huyo uliyemwombea akiwa kwenye tatizo, huyo uliyempendelea akawa kiongozi wa sifa, akawa mwimbaji, akawa mzee wa kanisa, mshauri, huyo ndiye atakaye kusaliti, huyo ndiye atakayetaka kuona uchungaji wako unaangamia, huyo ndiye atakayetaka kukuona huitwi mchungaji, unaitwa shetani. E, Biblia inasema Zaburi ya hamsini na tano mstari ule wa kumi na mbili Biblia inasema, kwa maana aliyetukana si adui, kama ndivyo ningevumilia; aliyejitukuza juu yangu si anichukiaye, kama ndivyo ningejificha asinione; bali ni wewe mtu mwenzangu, rafiki yangu, tuliyojuwana nawe sana, tulipeana shauri tamu na kutembea nyumbani mwa Mungu pamoja na mkutano. Sikiliza neno la Mungu linavyosema. Biblia inasema aliyetukana si adui aliyejiinua juu yako si yule akuchukiai. Anayetaka kukuangamiza si adui, anayetaka kukuua si yule akuchukiai, anayetaka kanisa livurugike si yule ambaye amekuwa mbali na wewe. Biblia inasema ni yule mtu mwenzako, yule mshiriki uliyempenda sana yule mshiriki uliye muombea yule mshiriki uliyemtolea mtolea pepo yule mshirika ambaye alikuwa na tatizo na shida ukashughulika naye, huyo ndiye atakaye kuangamiza. Hili ni neno la Mungu, hamuwezi kulikwepa. Ushauri wangu wa chungaji, msilalamike. Hawa waovu wasiwatowe kwenye reli, wasiwatowe kwenye mstari wewe endelea kuhubiri injili endelea kufundisha kweli endelea kumsema yesu hata wakati wamekugeuka hata wakati maana wanajiparia mkaa kichwani kwa nini nakwambia mchungaji usilalamike twende kitabu cha mathayo sura ya ishirini na sita mstari wa arobaini na saba inasema basi alipokuwa katika kusema tazama yuda mmoja wa wale thenashara akaja pamoja naye na kundi kubwa, wenye panga na marungu, wametoka kwa wakuu wa makuhani na wazee wa watu. Na yule mwenye kumsaliti alikuwa amewapa ishara akisema, nitakayembusu ndiye mkamateni. Bibilia inasema aliyemsaliti Yesu alikuwa mwanafunzi wa nani? Wa Yesu. Bibilia inasema alikuwa miongoni mwa wale thenashala, alikuwa miongoni mwa wale kumi na wawili, wale kumi na wawili. Tena huyu alikuwa mtunza hazina huyu alikuwa anatunza na pesa, ndiye aliyeenda kumsaliti Yesu. Wachungaji, naomba niwatie moyo, watakao wasaliti ni wale walio karibu na nyiye na mimi ndio wanaonisariti wale niliowaweka mbele, niliowapa vipaumbele, niliowaona ni wanangu wakuwazaa. Hao ndio watakao kusariti, hata mimi ndio wanaonisariti. Hata wewe ndio watakao kusariti, hao ndio watakao kusema vibaya, hao ndio watakao tamani kukuharibia uchungaji wako, hao ndio watakaotoa sifa mbaya, kwa sababu dhambi inawatafuna. Angalia wale wanaohamahama makanisa ni wale watu waliopewa kipaumbele na mchungaji wakasifiwa wakaheshimiwa, lakini baadaye wakaingia kwenye dhambi, dhambi ikawatafuna. Wanasema hatufi peke yetu, tunakufa na kanisa, tunakufa na watu, wanatumia umashuhuri waliokuwa nao, kwa sababu dhambi haina ubaguzi, dhambi haina ukoo, dhambi haina undugu. Wachungaji ninawaomba, muyaonapo hayo, msiondoke kwenye mstari, shangilieni na kufurahi kwa sababu neno la Mungu linatimia, na endeleeni kufundisha kweli, endeleeni kuisema kweli. Thawabu yenu ni kubwa mbinguni. Kwa leo nitaishia hapo. Naitwa Mchungaji Joseph Petro Rwemam kutoka kanisa la Pentekoste eh, cha mwenda bao. Niseme wachungaji, tusonge mbele, tusirudi nyuma. Baibai.